Kuanjo bana, nachofanya unaona kipo, saa nikutafuta sana kwenye simu yako sikupati na kuna muda nimekupigia, umepatikana lakini hukupokea, alafu baadaye ukawa upatikani kabisa. Na unajua huku nyumbani kuna mtoto naona eh? iko kitu kiko sawa? Na mtoto usiku anahitaji kunyonya, huyo mimi nampa nini sasa? kwa nini unafanya hivi? nashindwa kukumbuka hilo eh? Halafu pia unajua kwenye pate pati inakuwa na mambo mengi, alafu pia unajua pati imeisha usiku sana, nikashindwa kurudi, ndio maana nikaenda kulala kwa rafiki yangu. Kwa umeshindwa kuzima hata simu ya mtu wa karibu aji unijulishe mimi, nyumbani hujui hata hali ya mwanao, na nasio hali ya mwanao. Hmm. Eh, mimi nakaa kwenye wasiwasi, alafu isitoshe au rafiki zangu wanaosema kwamba ningewazima simu kila mmoja alikuwa busy kwenye pati. Hivi nani unaweza na oja kinao ni maisha yako binafsi, maisha bado mdogo. Bado mdogo, na maisha ya mtoto wako anahitaji joto lako usiku, hususani wakati wa usiku analihitaji sana joto lako, huyu bado mdogo, bado mdogo sana, amleaje mtoto hapa? Anakukataa, anajua a apa anakukataakataakataakukatanajuaaajunafikiri afamu Najua hilo lakini sema ni ndio hivyo nili- ni, muda uliisha ulikuwa mbaya sana. Nikasema nikirudi naweza nikakutana na vitu vibaya njiani, ndio maana nikashindwa kurudi. Ila naomba unisamehe fresh tu basi. Unafanya yote kwa sababu najua mimi niko kwako, naisimi nimepoteza mwelekeo fresh. Hayo eh, tena ya kwako hasa yakuwa kwangu yanakujaje eh Una unaleta mambo mengine ambayo ya kaya hapa. Hebu angalia na maneno ya kuongea, wakati mwingine nimekosea, naomba umbo unisamehe, lakini sio kuongea maneno kama hana. Fresh. Masa mbuna fresh? Kwa maana hujanisamehe? Mm. Kwa <laughs>

As, basi hata kumchukua jamani, o, unajifanya ndo unajali sindio? Hmm? Kwa hiyo unajifanya unajali sindio? Umemwacha mtoto usiku kucha, umeenda kwenye mambo yako. Umefanya mambo yako ya Kimalaya hapo unarudi asubuhi na tufanya ona ajali, si ndio? Hm? Wao chukulia mimi kiande, na chukulia mimi nimepoteza mwelekeo wangu. Una gari kuliko mimi. Hm? Hm? Riaje ni wewe? Ah, tumia. Oh, kuri hapa. Kuri. Flash unaleta mimi chongo yao na nichukulia kwa sababu mimi nipo kwenu, nipo kwenye kibanda chenu, unaleta mimi manjegeka. Wewe unaonichukuliaje mimi? Hata kama maisha yangu mimi ya kibiriti kwangu kwenda kwa jirani, sio ndio unifanyie hivyo si, si mwenyewe ulinipenda fresh tu kaishi wewe, unakuja unanitesea mimi. Mwanangu naenda kufanya michongo ya kimalaya huko usiku kucha, hapo unarudia mimi asubuhi yetu, mtoto analia umjali wewe hivyo? Wewe ndio unajali eh? Mimi nitakuonyesha show wewe. Unataka sijui ni kuue mimi ni ndejela sasa. Umri huu mimi si nitatoka kibabu, sema fresh tu, tutaoneshana mbwa wewe, ng'ombe kasolo nuntu. Na usirudi hapa.

kila mimi nakuchukulia kawaida kwa jirani. Fresh tu. Maisha eh, yangu ya kwa njiti kwangu kibiriti ganda kwa jirani. Kuishi, ndio maisha yangu. Kama umenipenda hivyo hivyo, tutuishi tu. Unakuja unanyanyasia mimi mwanangu, nyanyase mimi, piga, uniue mimi, sio kugusa mtoto wangu, sio mwanangu. Unaonyesha mtoto mie, analia usiku kucha, analia usiku kucha, anahangaika mtoto, aje aje kupata malazi mtoto, anavuta inakuaje? Sasa inaonekana sio ajinga sabshaaafaida